Wakajana wakati unaalia katika halmashauri yetu ya Geita kulikuwa na makusanyo ya bilioni kumi na nane peke yake. Tulikueleza, tukakushauri kwamba kama tukiongeza bidii na ukalisimamia vizuri, tuna uhakika wa kuongeza mapato yetu ya ndani. Ninakupongeza na kushukuru kwa niaba mjuwali nzima kutoka kukusanya bilioni 14 na leo mwaka huu mpaka tutakapokuwa tunafika mwisho, tuna uwezo wa kufanya bilioni 19, ongezeko la bilioni 5. Sasa unaweza ukajiuliza, zilikuwa wapi bilioni 5? Kuna vyanzo vipya vya makusanya? Jibu ni hapana, vyanzo ni vile, wachezaji wale wale, lakini mabadiliko ya kocha yameleta ufanisi. Na kushukuru sana kuhusu mwenendo wa kusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri. Kasma yetu kwa mwaka 2024/25 inatutaka tukusanye shilingi bilioni 19 milioni 929 laki tatu elfu hamsini na nane mia nane sabini na moja na senti hamsini, hadi kufikia tarehe 30 Aprili halmashauri imekusanya jumla ya shilingi bilioni 18 milioni 546 senti 88, ambayo ni sawa na asilimia 93.06 ya bajeti yetu ya mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha nyingi zimeelekezwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kama ambavyo imekasimiwa katika bajeti yetu ya mwaka huo. Kwa upande wa mapato ya ndani, halmashauri imeshapeleka kiasi cha shilingi bilioni 7 milioni 432 na laki mbili kwenye miradi mbalimbali tangu robo ya kwanza hadi sasa. Fedha hizo zimeelekezwa kwenye sekta mbalimbali zikiwemo elimu, afya, utawala wa kilimo pamoja na biashara.